Yes. Uh, naitwa Prophet Enock Jamhuri. Uh, leo nataka kusema jambo moja. Uh, kuna watu leo hii wameokoka na wamepitia maisha magumu sana na imewapelekea kurudi nyuma katika katika wokovu wao, lakini kuna kitu ambacho nataka kusema leo hii, usiache wokovu hata kama unajaribiwa kiasi gani hata kama unapita magumu kiasi gani, nangania kwa Bwana. Kuna siri kubwa ukikaa ndani ya Bwana, kuna neema kubwa ukikaa ndani ya Bwana. Sikiza, nenda kasoma Yakobo moja kumi na mbili utaelewa. Usidanganywe na kitu chochote, simamia ukovu wako. Umejikana basi, endelea kusimamia ukovu wako. Barikiwe sana.